Gurudumu la uchumi, gurudumu la uchumi. Msikilizaji, mwezi Juni mwaka 2025 tume ya Ulaya iliorodhesha Kenya miongoni mwa nchi zenye changamoto ya utakatishaji wa fedha, huku Uganda ikipata afueni kwa kuondolewa kwenye orodha hiyo. Hatua hii ina maana kwamba mashirika ya kifedha ikiwemo benki yanalazimika kuzingatia kwa makini zaidi uhusiano wa kibiashara na miamala yoyote inayohusiana na, na nchi zilizo kwenye orodha hiyo na kuchukua hatua kali za udhibiti wa fedha. Nchi nyingine katika orodha hiyo ni pamoja na Sudan Kusini, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Msumbiji, Nigeria, Afrika Kusini na zingine. Katika makala haya Gurudumu la Uchumi, tunachambua hatua hii na athari zake kwa uchumi, lakini pia nini mamlaka katika nchi hizo zinaweza kufanya ili kujiondoa kwenye orodha hiyo. Karibu, naitwa Douglas Omariba. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya, Henriet Giga, alitetea hatua ya Kenya kuorodheshwa miongoni mwa nchi zenye changamoto ya utakatishaji wa fedha, akisema sio adhabu bali ni wito wa mageuzi na umakini zaidi katika kupambana na ufujaji wa fedha na pia ufadhili wa ugaidi. Takwimu kutoka kitengo cha ujasusi wa kifedha cha Kenya zinaonyesha kwamba mwaka elfu mbili ishirini na nne taasisi za kifedha ziliripoti miamala 94 ya fedha ambayo inahusiana na ufadhili wa ugaidi ikiwa ni ongezeko kutoka miamala 72 ya mwaka 2023. Aidha, shughuli za kifedha za kutiliwa shaka ziliongezeka kwa asilimia 18. Kunisaidia kuchanganua hili, ninazungumza na wanauchumi kutoka Kenya, Vincent Kimosop na Sakwa Bunyasi, ambao wanajiunga nasi kwa njia ya simu. Karibu sana kwenye makala ya leo asante sana. Nasema ni asante kwa nafasi hii. Tuanze nawe Kimosopo, hatua ya Kenya kuwekwa miongoni mwa nchi zenye changamoto ya utakatishaji wa fedha ina athari gani kwa uchumi wa taifa, hasa kwa uwekezaji wa kigeni na pia biashara ya kimataifa? Tutakuwa na shida tunapoenda masoko za kifedha kuomba pesa, kwa sababu watu wanasema hei, kupeleka pesa zito mahali ambapo inaweza kuchanganyana na zile pesa ambazo zinatoka kwa mambo za terrorism na pia ya pili ni kwamba zile makampuni ambazo zinataka kuegeza katika taifa letu, zile za kigeni, zitahitajika kutumia pesa mingi zaidi katika mambo ya uhasibu, na hiyo inachangia katika kuongezeka bei na gharama ya biashara. Ni kuja kwako, Bunyasi, na hakika umemsikia Kimosopa. Punde baada ya tangazo hili, rais William Ruto alitia saini marekebisho ya sheria ya mapato ya uhalifu na kupambana na utakatishaji wa pesa, lengo likiwa ni kuziba mapengo yaliyowezesha mtiririko wa fedha haramu. Sheria hii mpya ina athari gani katika kuimarisha vita dhidi ya utakatishaji wa fedha? na je, hatua hiyo inatosha? Kuwa kwenye orodha ya nchi ambazo zina ulanguzi wa pesa, hutoa imani kwa biashara, baadhi ya nchi za kidunia, yaani, unaweza kuwa na mkataba na lipo pesa ambazo huweza hata kuweka kwenye benki, ama uwe na mkataba na watu ambao hawaaminiki, hawafuati sheria. Cha muhimu saa hii Kenya siyo sheria mpya ama sheria nikuta utekelezo nao takikana kwenye sheria. Watu wakipelekwa mahakamani, kwa mfano, wanashinda kesi zao, ama wanapatiwa uh, faini kidogo, unaweza wakaenda kotini na kuchukua muda, ndiyo lakini kuna kitu cha muhimu ambacho kinafanyika huko. Mimi ningeomba kwamba sasa hivi Kenya iangalie upande wa utekelezaji wa sheria, implementation of the law, fidelity to the law, hiyo ndio ya muhimu. Nam Kimosop, unakubaliana na haya? Uzuri sheria unajua sheria yanaweka mambo bayana. Uh, yapi yanakubaliwa na yapi ya sio halali katika taifa letu, na tunapotengeneza sheria uh, kutokana na mapendekezo ambazo zilitokana na hii ripoti unaonyesha ama unadhihirisha kwamba tumesikia yale ambayo amependekeza na tumeyaweka katika sheria. Kile ambacho kinahitajika ni, tunahitaji kutekeleza hizi sheria tuweze kuipatia nguvu na kuweka wima, uh, idara ya mahakama. Ushirikiano pia zaidi itahitajika kwa ile tume inaitwa Financial Reporting Center, na Wanasheria, kumekuwa na matukio ambapo viongozi wa serikali na wanasiasa wengine wanaonekana kuchangisha pesa hadharani kwa kiwango kikubwa, pesa ambazo chanzo chake hakijabainika wazi. Katika mazingira tunayoyazungumzia, hili linaathiri vipi juhudi za kupambana na ulanguzi wa fedha na pia utekelezaji wa sheria? Mtindo wetu huo wa kuchanga pesa nyingi zinaweza kuwa pesa za halali ama sisi, sisiwe za halali, hatuwezi kujua, lakini tunajua labda zinakuja kwa njia ambayo si halali. Aa, inaweza kutokana kwa mfano na mambo ya corruption. Mtu amepatiwa pesa nyingi na haana njia ya kuzipeleka kwenye benki, anaziweka nyumbani arambe ikija na kwa rambe ata, ataziweka kwenye mchakato rasmi wa, ya uchumi ziingie kwenye benki na vitu kama hivyo tabia ya hiyo ni kwamba hazilipi kodi. Ya kwanza ni pesa ambazo zinatoka labda kwa biashara ya kisiri, biashara isiyo halali, hawalipi kodi. Hii mambo ya michango, mutu akitoa shilingi milioni moja na watu wa KRA ni vizuri waenda waone ndio wame amedonate milioni moja, na inaonyesha kwamba alipata mapato ya kiasi gani. Utakuta labda mtu kama huyo alisema anapata mapato isiyozidi uh, nusu milioni na ana donate mamilioni na mamilioni, lazima wafuatilie. Ndio hapo nasema utekelezi wa sheria huwa udhaifu. nam Kimosop, unazungumziaje michango hii ya maafisa wa serikali na wanasiasa? Watu kukuja pamoja kuungana haina shida, mambo kama haya yafanyike kisheria, mtu atangaze ninapotoa pesa fulani. E, ni wapi hizi pesa amezipata? Kile kina ambacho kinafaa kusisitizwa kakangu, ni uwazi. Ni nini chanzo ama kile kitu ambacho ulifanya uwe, uweze kupata pesa kama haya? Uganda na pia nchi nyingine ya Afrika, Senegal, miongoni mwa zile ambazo zimeondolewa kwenye orodha baada ya kuonyesha kuimarika kwa mifumo yao ya kudhibiti uhalifu wa fedha. Kenya inaweza kujifunza nini kutoka kwao? Na unazungumzia vipi uh, mafanikio ya Uganda, Senegal na nchi zingine tunafanya biashara kama taifa la Kenya na Uganda na nawapa heko na na waenzi marekebisho ambayo wameyafanya, inatuonyesha ya kwamba inawezekana, tuweza sasa kupiga hatua tuyatekeleze, na mzuri kusisitiza kwa Uganda pamoja na Senegal ya kwamba kuna wakati Kenya haikuwa kwenye hii orodha na wasilegeze kamba. na Mbunyasi, unazungumziaje hatua ya Uganda, Senegal na zingine kuondolewa kutoka orodha hii, na labda Kenya inaweza kujifunza nini? Kuna njia moja tu tunavyo wasema kwa mfano, wanasema dawa ya deni ni kulipa, dawa ya ulanguzi ni kutokuwa na ulanguzi. Watu wapelekwe mahakamani, wahukumiwe mahakamani kwa njia ambao, ambao ni kali kali kutosha kusema kwamba hii si vizuri kurudia. Lakini ikiwa kitu tu ambacho anachukua pocket change na nalipo naendelea, wataendelea bila kujali. Kuna watu wengi hapa Kenya hasa kwenye siasa na wengine si, ni wafanyabiashara hasa vijana hawa jenzina wengine na waa na wazee pia wako ndani, wameingia kwa mambo ya ulanguzi. Pesa yenyewe si halali not, not the correct currency. Uh, wache mambo ya kuwa na uh, corruption ambayo inawaletea hizo pesa. Pesa yenyewe si, si halali na hawa wanajulikana, lakini ubaya ni kwamba uh, polisi, sijui kama ni sheria wanavyoona kwamba uh, uh, hawawezi kushinda kwa, kwa mahakamani, lakini hawachukui step yoyote ama la, labda wanachukua step lakini hiyo steps wanachukua ni dhaifu sana. Kwa hivyo tuko kwenye hali mbaya, lakini Uganda iko hapa karibu hao, uh, wakianza wakifaulu, walivyosema wamefaulu nasi pia tutabidi tufuate hiyo njia hiyo nyao nya, nya yayo hiyo ndio tutafata. Mwisho kwako Bunyasi, kwa mtazamo wako kuna nia njema kutoka kwa mamlaka za Kenya kumaliza masada ya utakatishaji wa pesa? Sisi ni taifa ambayo ingalifanya mambo yetu vizuri. Watu wamesoma, Wakenya wamesoma sana. Wakenya ni watu ambao kwa kizungu nasema industrious, ni watu ambao wanajimudu uh, vilivyo kwa maisha yao. Kinachotukera sisi hapa ni kuwa na viongozi ambao hawana msimamo. Hata hawa Gen Z wangalikuwa na msimamo ya kusema hatutaki ulanguzi, hatutaki corruption na nini na nini, lakini walipofanya surveys, sijui miaka kadha iliyopita ilionekana kwamba hata kwenye umri wa miaka ya, ya, ya vijana hii wote wangependa kuwa matajiri kesho. Kwa hivyo hawajali ni njia gani anayotumia kupata pesa, na ulanguzi utaingia hapo ndani. Muda wetu umeturuhusu kufika hapo. Ni washukuru sana Vincent Kimosop na Sakwa Bunyasi kwa mchango wenu katika makala yetu leo. Asante, asante, asante. Asante, na msikilizaji, kufikia hapo nahitimisha makala Gurudumu la Uchumi. Usikose kuungana nasi tena juma lijalo. Naitwa Douglas Omariba.